Hey guys, habari zenu uh, today nitaenda kufanya interview na ndugu yetu hapa, atajitambulisha. Nimewakaribisha sana kwenye TV yetu ya MiFa TV, karibu sana kwa kutufuatilia. Mambo. Eh poa sana, mambo yote ya kufresh kabisa, Mungu anabless. Uko poa? Ya, niko poa. Please jitambulishe tukujue. uh, kwa majina naitwa William, uh, Sampewi, um, naishi hapa Sweden eh, nipo, nipo Stockholm um, ya ni kitu kama hicho hivi. hapa Sweden umefanya miaka mingapi? Inakaribia miaka mitano sasa hivi, lakini ni kama miaka minne na miezi mitatu na siku kama siku kama tano hivi. Okay. hivi kwa watu wenye hawakujui vizuri, unaweza ukajitambulisha, kazi yako uko nani, like kitu ambacho unafanya? Eh, mi, ni ni Uh, mtangazaji wa wa Mifa TV na nafanya nafanya mishe, mishe zingine tu ni ni kama hivyo. Wow. yeah, wala wala sio sio msanii uh, but, kwenye hapo hapo usanii. Kwenye usanii aweza, kwenye sanaa uh, na naweza kuigiza pia, labda sijakaninyima fursa mi naweza kuigiza yeah. Unaonekana kama eh, like, msanii wa kuimba Nah, kuimba kuimba sio sana kuimba sio sana yaani ni, ni, ni kitu ambacho nakipenda unajua na, napenda sana music but kuimba kuimba kuimba siwezi, mimi sio msanii wa kuimba. Okay. Yeah. Uh, umeoa? Uh, kumaanisha kuwa kama na mke au ndio? Um, mi nina mke nina, eh, nina mke yeah. So na mke wangu anaitwa anaitwa anaitwa mke wangu, yeah. uh, uh, okay. Anaishi huku uh, mke wangu mke wangu anaishi uh, anaishi US uh, ni ni mkazi wa kule yeah. um, hakupatia changamoto ginzi mnaishi mbalimbali. um, unajua, unajua kwenye maisha uh, watu wengi wanakuwa nafikiria tuku yani uh, kitu ambacho kinawafanya watu kuwa pamoja ni mapenzi E, yale yale ambao watu wengi watu wanajua yani kuwa na na, na shiriki tendo la ndoa ila kwangu mimi sio hivyo. E, kwa kuwa nampenda na ananipenda na na, na pia so hata hata huu umbali hauna una changamoto yoyote kama ah, okay. Hivi hakika kule iko ana eh? Anakuchunga vitu kule vizuri eh? Uh, to be honest, uh, ni ni, ni mwanamke wa tofauti sana na, Yani, yani ni kitu ambacho hata hata mimi hata, hata mwenyewe sijui ni, ni, ni kitu gani ambacho ambacho kinakuepo basi. Mungu Mungu yeye mwenyewe anajua na anajua ni, kwa nini alinipa mwanamke kama yeye na ni mwaminifu sana naweza kusema hivyo. Wewe ni mwaminifu? Uh, mimi mimi mimi ni we muongo ila ni mwaminifu. Yeah. Kwa nini nasema wewe muongo? Kama na mi, mimi mwenyewe najijua mimi mi kuna vitu kuna, kuna nakuwa na, na muongo na naweza na kudanganya lakini, kama nilivyokwambia mi ni mwaminifu so, naweza naweza nikaa nafanya vitu kama vile kudanganya, ila anazidi kuniaminia kwa maana mi, mi ni mtu mwenye kuaminika sana e. Yeah. E, mna watoto pamoja? <sighs> Ya, yeah, na, na na mtoto mmoja nishawahi. Yeah, kusikia kwamba kuna wakati kilitokea Eh, vile vya wasichana unajua tamaa kidogo eh. Wasichana unaenda nje huko, mkiana mzuri wasichana wanakuona na wewe unaona wasichana, una control ya ile situation yote. Um, kwanza mi, mi kama kama vile mwanaume mm -hmm. Eh, ni, ni la, la, lazima vitu kama hivyo viwepo na kama kama jinsi watu wengi wanavyojua, anajua mwanaume hata kupendeaje, hawezi hawezi kosa kuchiti lakini ina ina inakuwa sio hivyo, kwa maana mimi ni kama vile hapa usoni kwangu nisha nishaweka pazia kabisa. Yaani hata kama naweza nikaona, ila kuingiwa na tamani ni kitu kigumu. Kwa hiyo nataka sema kwamba hujawahi kuchiti? Mke wako amesema <sighs> mke wako anakuelewa sana na we ni muongo. Kwa hiyo na tuambie tu. Nina hakika yeah. Atakuona kwa hiyo, sema tu kweli hapo hapo hapo, kwenye kuchiti um, ni kipengele, ila naweza naweza nikasema sijawe kuchiti ya sijawe kuchiti kabisa, lakini kuna wakati unatamani kabisa, unataka cheat, lakini eh, inafika hiyo wakati. Yaani, yaani kuna kuna hiyo hiyo hapo, ipo kwenye kila kitu. Unaweza kuwa nakaribia kufanya dhambi, lakini kuna moyo tunakwambia ne, usifanye kitu kama hicho. unaona ya sasa umetuambia mke wako ni mzuri, ana vigezo vyote. Sasa kwa nini hiyo moyo wa kuchiti mke wako inafika? Because ukipenda, i think macho yote yamefungwa, unamwangalia tu ule mke wako yeah. Ni, ni kitu kama hicho, but nina nina moyo mm -hmm. so kuna yani, so hata so, hata nyumbani kipindi, kipindi watu ni wadogo wadogo a kama vile miaka, miaka, miaka kumi kushuka hivi so kuna kuna muda tu unaenda una, unafunua una, una chungu ya, ya mboga ya na unataka kudokoa, hajamaanisha kuwa unataka una, una kufanya kile kitu, ila ni tamaa tu na unataka kufanya kitu kama hichi yeah. Okay. Hivi, vipi kuhusu marafiki, unao like my best vile? ah, nina, nina nina nina marafiki wengi sana um, ila ambao niko nao karibu tukisema kwa sasa hivi, best friend wangu sana ambaye niko naye karibu ni ni Wahala, ila na marafiki kama vile huyo eh, Pascal huyo hapo ni rafiki yangu wa karibu sana eh, kuna Steve Steve jamaa wangu anaishi Afrika bado, ila ni mtu ambaye waga, waga tunaongea naye sana tu mara kwa mara kuna, kuna meti kuna, na kuna majamaa wengine wengine yani kama hivyo hivi. Wewe kama mwanaume, kwa mfano, kama mke wako angekuwa huku kwa mwezi, ungekuwa nampatia ngapi? Kwa mfano, kwa mfano, kwa matumizi yake, sio kwamba akuombe, unasema tu bebi, kamata hii kama matumizi. Oh, yani hapo hapo sasa tuangalia ma, matumizi matumizi yatakuwaje. Kwa maana mi, mi ni mtoto ambaye ni nimelelewa sio sio maisha ya kishua sana unajua. Kwa hiyo na, nazoea kwenda maza, akienda sokoni na mimi naenda naye. Kwa hiyo pale ilikuwa ni akitaka kunua tuseme kwa mfano kitunguu, mimi bei ya kitunguu najua bei ya kitunguu najua bei ya ya unga tuseme sijui ya mchele. Kwa hiyo matumizi ya mke wangu ingekuwa ni kwenda na mimi, labda hivyo kumlipia, ku, ku, ku, ku usafiri, vitu kama hivyo, lakini kusema eti sijui matumizi labda labda kumlia sijui makeup, ila waga waga hapaki makeup so Eh, ni kama hivyo nguo tunavaa za kwangu. <laughs> Kwa hiyo ni mwanaume ambaye una budget sana, hiyo hapo hapo ni kawaida. Yeah. Labda makeup tu, kwa maana mimi na yeye hatuwezi kuchangia vitu kama hivyo, makeup atafanya mwenyewe, ila matumizi mengine E, kama chakula basi nanua mwenyewe <laughs> na nguo nguo, yeah. Ah, yeah, utavaza kwangu, kwa ni kama hivyo, na majipe akisema <laughs> yeye atavaa ah, za kwangu, bila sio mimi kuvaza kwake, ni kama hivyo. Okay, ah twende kwenye ma celebrity, we wewe, unamkubali nani kwenye kuigiza kwenye ma star worldwide au star ambaye <laughs> uh, um, uh, namkubali sana uh, tukienda kwenye kwenye music um, falipu pa na kuna Diamond pia kuna kuna Harmonize ni, ni, watu ambao nakubali sana eh. tukija hapa hapa hapa Sweden, kwa maana kuna kuna wasanii chipukizi wengi ambao sasa hivi ndo wameanza wameanza kufanya kazi nzuri. kuna um, kina kina Jacobson Scott ji yeah. kuna Sweden boy kuna King Machine kuna kuna wasanii <laughs> yeah. wengi wengi yeah kuongelea kuhusu ile Sweden boy, mimi namsikiliza tu, ni nani kwanza because nimemsearch, sijaona eh, hebu niambie kuhusu Sweden? Uh, Sweden boy I Sweden boy ni ni msanii wa hapa Sweden, hmm. Yeah. Okay, nimeona. So, nene lote ya kuambia MiFa TV, Uh, watazamaji wetu wa Mifa TV hii hapa ni burudani isiyokuwa na malipo yani uwezo kutoa pesa ili kujipatia burudani. So hii hapa uh, Mifa TV ni, ni kama vile dawa uh, na sio tu dawa ya kawaida yani hii hapa inaponya mpaka kidonda sugu, kama uh, wewe ulikuwa ni mtu wa kununa, basi fata hii hapa Mifa TV yani unaweza kusubscribe, ku like, na kushare, na, na kutoa komenti yako hapo chini uh, mimi mwenyewe hapa nakushauri uh, ufuatilie Mifa TV, yeah. Kuna kitu nilisahau kuuliza, hivi una miaka mingapi? e, sasa hivi na na na miaka nakwenda kueneza miaka ishirini na tano. Kwa hiyo kama unasikia watoto elfu mbili, basi mimi ndo kamanda wao. Ah, like tukisema, wakati kama ungekuwa huna mke kwa mfano hivi hmm. Mwanamke unaangalia kitu gani? e, cha kwanza awe mzuri kama mke wangu. E, chap uh, no, tunaongelea kama hungekuwa na mke. Nisingekuwa na mke, ningekuwa padiri. Ningekuwa a Padri? Awaowagi kwa kuwa singekuwa na mke. Kwa nini? Sivu, ni hivyo, nisingekuwa na mke, ingetokea tu sina mke. Haingewezekana? Ingewezekana, kwa maana ni kitu ambacho ni, ni, ni rahisi sana. Okay. Sasa ginsi uko na mke tuambie, mwanamke design gani ndo anakuwa kuvaa, mi, mi kwangu mwanamke mzuri ni awe na yeah. Sifa kama zile za mke wangu. Hatujui sifa ya mke wako eh, ni mzuri eh, wa tabia eh, na mwonekano pia eh, awe mrefu kidogo eh, asiwe mrefu zaidi kama kama mcheza basket eh, na hasiwe mfupi sana unajua, yani kama umu eh, uh, sasa kuna ile kitu imefika sana dunia sasa hivi, wanaume sasa tena they are no going for look, wanaenda what, mwanamke wana wana ana carry back you know, anaita squeeze nyash sijui nini. We una mwanaume mwanamke wako, i'm sure ana hiyo yote. Mwanamke wangu mimi ni full package okay. Kwa hiyo vitu ukiangalia haikusumbui Sometimes I zinaleta stress. Unajua, unajua, wanaume lazima wapende nyashila nachukulia simple.